Netanyahu alipoingia kwenye kikao tu, watu walitoka nje. Viti vikasalia kuwa vitupu. Katika historia ya Umoja wa Mataifa, matukio mengi yamepita na kusahaulika. Lakini siku ambayo Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, alisimama kuhutubia dunia, ukumbi wa mikutano uliandika historia mpya. Sio kwa maneno aliyoyasema, bali kwa kile kilichotokea wakati huo. Baadhi ya wajumbe walinyanyuka na kutoka nje kwa ukimya wa kupinga. Haikuwa kelele, haikuwa maneno, bali ilikuwa lugha ya ukimya iliyosema mengi kuliko hotuba yake yote. Karibu sana katika channel ya Hubah online TZ, mahali ambapo tunaleta simulizi zenye kugusa moyo, ukweli unaoumiza na uchambuzi wa kina kuhusu matukio ya dunia. Usisahau kufolyo na kusubscribe ili usipitwe na makala kama haya yenye kusisimua na kuelimisha. Mwandishi Ali Kasim Ali. Viti tupu vilivyogeuka kumbukumbu. Wajumbe waliosimama na kuondoka walikuwa wakibeba ujumbe mmoja: hatuwezi kukaa na kusikiliza hotuba yako ilhali Gaza inalia damu. Kila kiti kilichoachwa wazi kilionekana kama kaburi dogo la kumbukumbu, kikiwa ishara ya maelfu ya roho zilizoangamia. Netanyahu aliendelea kuzungumzia mateka na usalama wa Israel, lakini picha ya viti tupu iliua nguvu ya maneno yake. Dunia iliona na dunia ikaelewa kuwa si kila mtu yupo tayari kukubali simulizi ya upande mmoja. Tangazo dogo. Tunatengeneza laini za wakala za Halo Pesa bure kabisa na kutoa mafunzo ya wakala. Ofisi ipo Kwerekwe Zanzibar. Huduma hii ni kwa waliopo Zanzibar tu. Ukimya uliozungumza kwa niaba ya dunia. Wakati Netanyahu akiendelea, kamera zilirekodi wajumbe wachache wakibaki, lakini viti vingi vilibaki wazi. Ukimya huo ukawa ujumbe kwa dunia nzima. Maisha ya kila mwanadamu yana thamani sawa. Vifo vya maelfu ya raia wa Gaza haviwezi kufunikwa na hotuba za siasa. Dunia bado ina macho yanayotazama na mioyo inayosikia kilio cha waliopoteza wapendwa wao. Mitandao ya kijamii ikalipuka kwa mijadala. Video za tukio hilo zikagonga milioni ya watazamaji, zikigeuka alama ya upinzani wa kidiplomasia. Hitimisho. Tukio hili lilithibitisha jambo moja kuu, sio silaha pekee zinazoweza kupigana vita, bali pia msimamo wa kimaadili. Ukimya wa wajumbe uliojaa ukumbini uliibua swali kubwa. Kwa nini maelfu ya raia wasio na hatia wanapoteza maisha, lakini dunia inaonekana kuzungumzia mateka pekee? Ilikuwa ni onyo na pia faraja kwa wanaoteseka Gaza, kwamba bado wapo wanaothubutu kusema hapana, hata bila neno moja. Sehemu ya maoni. Wewe msomaji, una maoni gani kuhusu tukio hili? Je, kitendo cha kuondoka kwa wajumbe ni cha kishujaa au ni ishara ndogo tu isiyoweza kubadilisha hali? Toa mawazo yako hapa chini, tungependa kusikia sauti yako. Karibu tena kwenye channel ya Hubah Online TZ, mahali ambapo tunagusa mioyo na kuibua fikra. Usisahau kusubscribe ili uwe sehemu ya familia yetu ya kujifunza na kuelimika. Imeandikwa na Ali Kasim Ali.